unatazama Uvira News TV asante asante tena ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV leo ni tarehe 24 za mwezi wa tatu mwaka wa 2025 hapa tupo kabisa ni mji wa Uvira ambapo ni kata ya Rombe ya kwanza, na leo ni tunakuja na kipindi chako tutajuze, niita Bubakari Kashindi Kamwanya. Ni baada tu ya wiki mbili hivi kuweza kupita baada ya tarehe 14 za mwezi huu wa tatu mwaka wa 2025 baada ya kuweza kufanyika kikao ambacho kimeitishwa naye waziri e, wa elimu mkoa wa Kivu ya Kusini e, mama Catherine Balemba kuweza kuitisha kikao pamoja na wakuu wa mashule na wale ambao wana wa, uh, wakilisha wazazi kwenye mashule tofauti tofauti, imeweza kuchukuliwa azimio kwamba e, siku ya kwanza ya tarehe kumi na saba iweze kuwa ni siku ya watoto kuweza kurudi mashuleni baada ya migogoro na mambo mengine ya jiji kuweza kuchafuka, kuweza kuambia watoto waweze kurudi mashuleni. Lakini leo yapata wiki mbili wazazi wameitishwa mashuleni. Nataka leo kuweza kukujuza pamoja nasi kwa nini wazazi au uh, au watumi watoto mashuleni, sababu ni zipi hasa ambazo zinapelekea mpaka wazazi wasiwatume watoto mashuleni? Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Ni Tabubakari Kashindi Kamwanya, nyuma kamera Moses Majaga Yope. Usisahau kushare kulagi, pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV ili wa kwanza kupata notification za kazi zote ambazo tunazo zifanya tunazozifanya. Jambo. E, jambo ndugu mtangazaji. Naam, kwa majina unaitwa nani? Ila kila mwenye kutazama Uvira News TV hawezi kujua tunaongea na nani? E, naitwa kwa jina la Bitingingwa Misaliko coordinateur ya batransporteur ya Sonamoke hapa tarafani Uvira na Fizi. Na bwana Bitingingwa, wewe kama mzazi, ni sababu zipi za msingi ambazo zinapelekea mpaka sasa kukataa wito mara pili ya serikali ya mkoa wa Kivu kuweza kurejesha watoto mashuleni hapa katika jiji na tarafa la Uvira? Asante ndugu mtangazaji kwa swali yenyewe unaenda kunipatia kwa Isa. Me mimi nitaku kuambia kwamba kweli sisi hatukatale, sisi wazazi hatukatale kurudisha watoto shuleni tuko tayari kurudisha watoto shuleni, sisi me tunaendelea kenye kinatumana sisi tusirudishe watoto shuleni. Kisa ya kwanza ni kuhusu ajili ya insekirite tukingaliki muetan de guerre. kisha uniambie ndugu mtangazaji, kwa hii wakati mwa hii insekirite, unaweza kamata mtoto wako kweli, umutoshe hapo, mubebe kumaya moto omubebe kuaksion omubebe kama ni wapi, kesho bitu bikiripuka, nimwatakuwa na ile nani muda kusema kama nikimbia nende nikamate watoto eh, shuleni wa na masasi, naanza kulia? Pourquoi mimi nasema tukingaliki mu insekirite, ndugu mtangazaji wala d he dita kusipo kutukutanishapo sasa, lewe ni kamate watoto niwabebe shuleni, kisha mimi nitakuwa na akili kabisa? Mimi mzazi mzima, mzima nikamate watoto wangu niwapeleke shuleni mwa hii situation? Ndio maana tunasema kwamba kitu ya kwanza kenye serikali ingilifanya itutoshe kwanza ndani ya iyi insekirite, iyende itoshe adui yapo katogota turekipere kote kwenyewe tunastahili kurekupere. Wakati adui iko mbali na asikilikani tena mwa hii maeneo hapo, tunaweza kuwa huru kuchukua watoto wetu kuwapeleka shuleni kwa sababu hatuogopi tena kitu metanke. Adui yakingaliki hapa mlangoni, hatuyakwa na ile muda kupeleka watoto shuleni. Ndugu mtangazaji, na je hawezi kuwa ni, ni sababu ya kuweza kuto, kupata zile hela za kuweza kuwalipia watoto hada ya shule, ndio inakuwa ni sababu ya nyinyi kutowapeleka watoto mashuleni? E, kweli baaza ya pesa juu ya kulipia watoto shuleni ile nayo iko muma ingine e, objectif tanke tuko muger, tanke krise eko mingi, hatuna makazi na hakuna kazi na hakuna kazi zote zinapotumika leo hii tukienda kuma tuseme kuma entreprise Eh, kuma bitu yote kwetu tunaenda makazi lolote ile ya serikali kwetu na tafuti yake kwa pesa hakuna. Hakuna mlango na fungiu. Sasa utaniambia kwamba kama leo unaniambia nipeleke mtoto shuleni, ikifika par mois utaniambia mimi nilipe ile masomo. Sasa nitatosha ile pesa wapi na tuko mwetan de guerre, hakuna pesa. Alors, ya, ya kufuata mwai, tu si gestion ya pili. Leo unaniambia ni, niende juu ya hii etat de crise. Unaweza kuniambia nitoke hapa leo hii, hatuna makopeki. Hata kama nikawa na ile pesa yenye mimi naweza sema kwamba kama nitenda lipia mtoto. Sisi wazazi wa, wa moja tunalipia kwa makopeki. Na wengine tunaenda lipia kwa mabanki. Banki, banki leo hii haifungue. Kopeke leo hii haifungue. Sasa nikiwa na ile pesa mimi mwenyewe nazoea kulipia watoto kukopeke na ku banki. Alo nitenda kuilipia wapi? Kumbi tungilisema ya kwamba kama bile vyote banachangia kwamba kama e, tubebe batoto shuleni, tulisema ya kwanza ni kulite kwanza batoshe adui hapo, ya, ya pili twende wafungule makopeki e, vile vile wende wafungule mabanki zikuwe mu movement. Alors vile vile tu kwa hapa, na kama tunapata ma probleme kule ku shule leo hii tutakimbilia wapi? Tutakimbilia kufardese. Tunazoea kwamba kama tunajua kwamba kama ukipata ma probleme sisi wa raia tunakimbiliaka ni kwa eta majoro ya la polisi. Eta majoro la polisi hai fonctionné sasa. Kumbi ngilikuwa eri wakubwa wa shule, mama ministre ou bien mwenye iko pale kama le kiongozi, watoke wazungumuze, wafungule mabanki, wafungule makopeke, waende kwa eta majoro la polisi, bitu yote bikwe mu mouvement en tout cas. Pale tutakuwa tuko na assurance ya kwamba kama tunaweza kurudisha watoto shule juu Fasi yote tunaweza kwenda lipia watoto masomo, tutapata zote zinafunguliwa. Fasi yote ile tunaweza sema na tutapeleka watoto, kama tulipata ma problem tutaenda ku justice, ma justice zote zinatumika. Ni pale tutakuwa feri ya kujua kwamba kama kweli tuko na assurance ya kupeleka watoto shule. Na, na hapo hapo kwenye kuweza kulipia watoto hada kwa sababu kuna zile shule za serikali ambazo watoto hawalipi wana, wanasoma bure nazo pia wanaweza kuwa na vipengamizi vya kutokurudi shule Bo, vilevile vile, mimi siweze malgre, ni watoto wamoja kuserikali walipe shule. Tunaendelea kukazia juu ya insekurite ya insekurite, wale wakubwa wenye wako hapa wako na posibilite ya kuita kishasa na kishasa inapana mode ordre hapa, waenda fukuza adui. Sisi fasi yote tuko tayari kupeleka watoto kwa masomo

Tutoshe enemi mubiti yote tuko d'accord na ni wito gani ambao unaweza kutolea wazazi wa tarafa na jiji la Uvira kwa hili wito ambao serikali iliweza kutoa kwa sababu ya watoto kurudisha? Kweli mimi ninapatia, ninapana conseil ku wenzetu wote wazazi, tusirudishe watoto shuleni mwepeke. Mnaona goma gisi mambo ilikuwa goma, walikuwa wakienda wanakamata walimu wanawapeleka nini njo inaweza tumana sisi na shetu siwe na oga. Kesho wanafunzi wako wana, wana, walimu, wako wakiapelekeo watoto wa, wanafunzi wako na maaja ma 20 ans ma 25 ans wote ni wanafunzi wanaweza kuja wanatusomba nao, wanapakiza makamo wanapeleka, kwa sababu ule mwenyeko anakuja ule mwenyeko pale ni adui, ana huruma anatukele. Mimi naambia wazazi wote mimi bwana bitingingwa misaliko ninawapatia kweli na haki. Hakuna mwenye atabeba kuwazazi, wote mwatapeleka watoto wake shule ajili ya hii insecurite. Tuende tuto tudeloge adui, tuko tiari mambo. Apres kudeloge adui, ni pale makazi zote zitarudia mumovema, ju wa waogopi juba nayo, kama adui akingaliki pale na banki yake ifunguliwa hapa na mabunduki ziko na shinda ziko na zagara hapa busiku na mchana. Nini njoo takupatia sende bomola kale ka banki wanabeba franga ya watu. Na asante sana bwana Bitsingingwa kuweza kuchangia nasi, pia ni miongoni mwa wazazi ambao tulikuwa tunapiga nayo story. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, bado na wewe na tunatembelea wazazi mweze kuwasikia kuhusiana na wito wa serikali uliotolewa kwa ajili watoto ya watoto kuweza kurudi shule. Niite Abubakar Kashindi Kamwanya, tuko nawe mwanzo ahadi mwisho wa kipindi hiki. Uvira News TV kipindi chako ni tujuze. Asante sana Bwana Bitingingwa. Asante ndugu mtangazaji, na mimi nafurahi sana asante. Unatazama Uvira News TV, asante. Asan eh, eh, baba, kwa majina unaitwa nani mzee? O majino naitwa Manasimtakiwa Boaudoin, maarufu Kale Baudoi le Français. Eh, sante sana ndugu Kal Beudoin le Français. Sisi si, ni watangazaji kutoka tokka, uh, Ouvert TV lakini inakuwa sasa ni wiki mbili toka serikali iweze kuitisha kuitisha wito ya watoto kuweza kurudi mashuleni, yani kuambia wazazi waweze kurudisha watoto wao mashuleni. Lakini mpaka sasa leo ni wiki ya pili, wazazi hawapendi kupeleka watoto shuleni. Kwako kwa kama mzazi, ni shida gani? Ni kitu gani ambacho sababisha labda mpaka mkashindwa kuweza kupeleka watoto shuleni? Mm, asanti bwana mtangazaji eh, kuja kutafuta maneno kupitia sisi wazazi tulitaka kusema kwamba kwa kweli tuna shauku ya kutuma watoto shuleni, lakini tatizo imepatikana ni ajili ya vurugu inayoletwa eh, ndani ya muji yetu ya Uvira. Vurugu ya kwanza, eh, uzururaji ya wanaotuchunga wanaitwa wazalendo. Mungu awabariki kwa sababu kwanza wametusaidia kuzuia Ee, waasi kukamata Uvira, kwanza hiyo ni moja, wametusaidia kwa kweli, kwa sababu wenzetu wenyewe wako Bukavu, wako Goma, wako nasumbuka, lakini hapa tuna amani, lakini hiyo amani ni wenyewe tena nje wanayeharibisha, wazalendo kivipi? Wanapoenda kuzungumu wanazunguka na wasilaha, wanakuwa kwenye mabari na mamasomo mingi yako pembeni na mabar pembeni na e, kutoka nje ya mungini. Sasa vile kule makagando na kipindi wanapoenda kunywa pombe, vile wanapiga masasi, hiyo tu ndio inaleta shida kwa leo na kipindi watu wanaoga oga zaidi ndio inasumbua watu. Labda ninaweza atuma mtoto wa premier primaire ou maternel ou même wa deuxième primaire, wakati watapiga ile masasi labda ana mtu wa kumchunga pale, itabidi wakimbie na watapokimbia, wa wa, wa watapotea njo uoge natuma, sisi wazazi tunaogopa kutuma watoto kwenye shule. na je, haiwezi kwa sababu kuna fununo zingine wazazi wanasema kwamba inaweza e, katokana pia na hali ya uchumi, huenda ikifika mwisho wa, e, wa mwezi kwa zile shule ambazo wanalipi, wanalipa ada ambazo wazi, serikali aichukui ay, chaji yazo e, kusema kwamba wazazi wanaweza kuwa na kutoweza kulipa zile ada za shule. Je, hizo kwa nini sababu pia inaweza kusababisha wazazi kutokutuma watoto shuleni mbo hiyo nayo inaweza changia hiyo, pamoja na hiyo inaweza changia lakini, e, mzazi anamuti, anapotia mtoto kwenye shule huo atamulipia, lakini hivi tuo tuko mkrizi tuko mkrizi. Nitasema krizi politiki kwa sababu kwaisa hatuna makazi, hakuna makazi, na mtoto akishaenda kwenye shule itahitaji kesho yake. Hapa nazua itakuwa 115 na labda ndio ilikuwa nia ya, ya walimu na wama, wama, makasisi kusema labda watoto waende shule, wanaweza kulipisha e, ada ya shule. Sasa wazazi nao wanaona ile mwezi imeisha bila bila kufanya kazi, na mwalimu atajua kama mzazi hana kazi, hataomba tu pesa hiyo, inafatana na ile pamoja, lakini zaidi ni masasi zinapigwa kiolela. Hiyo ndio kisa ya maana, kwanza masasi zinapigwa kiolela. Tungeomba wakuu, tungeomba gavana mea wa muji e, wa Uvira e, tungeomba wale wakuu wanaosimamia wale wa ndugu zetu wazalendo. Ninasema Mungu abariki mea wa muji na Mungu abariki wazalendo kwa, kwa, kwa, kwa msimamo waliotuonesha Uvira. Lakini tungewaomba tafadhali watusaidie sana, wajaribu kushauri wandugu zetu wazalendo, kama ingewezekana waweze wa kuwajeree wabakie kule makantoni mazabo juu, wanatembea kuma moto utaona, mapipipipipi mabarabara utashtuka, labda ni ndoa, kumbe ni wazalendo njo wanapita kuma pikipiki piki. Sasa wanapiga sone mingi mbalabala kubaki korogana na mwenzake kidogo, ni masasi. Sasa wakipiga jana, palikuwa masasi imejitokeza Kasenga Fasima, wanaita Kibondwe, tulishtuka tu masasi ya mingi, na kipindi adui iko Kamanyola na Bukavu ile masasi wanaepigia nani? Wanaharibisha bure kwa kweli, tungeliomba kama itawezekana, bwana journalist watusaidie e, wameleta amani na hii amani wajikazi waizatiti juu tunabwivu na wao e, kama wazalendo, Mungu awasaidie kwa kweli, wabadilike Asante sana mzee wangu. Tunashukuru sana kwa hiki kitu ambacho tumeshare pamoja na wewe na wenye kutizama Uvira News TV, ulimwenguni kote. Asante. Huenda tena ungewakumbusha jina wenye kutufata sasa hivi ili tuweze kumaliza. Kwa kweli na mimi nashukuru watangazaji kwa utafiti mnafanya kwa kwenda na tafuta maoni kwa wazazi. Mungu awabariki kwanza na pili. Uh, mimi naitwa kwa majina Manasi Mtaki wa Bodo maarufu Karl Bodo le Français. Merci sana bwana Karl Bodo le Français kuweza kutupatia angalau maoni yako kama mzazi eh, mwenye kuwa na mtoto hapa katika moja na tarafa la Uvira. Ndugu mpenzi mtazamaji kuwa nasi kipindi ni tujuze. Abubakar Kashindi Kamwanya uh, mtangazaji wako. Nyuma kamera ni Moses Majaga Yope. Asante. Unatazama Uvira News TV. Asante. Na mama kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Visiano. Mm, mama Visiano, tunakuona unafanya biashara ndogo ndogo hapa barabarani. Kazi zinaenda kwe? Kazi zinazorota, zorota kuna tamani. Na lengo la sisi kuja huku ama objective ya siku hii hapa kwa sababu ya kuja kuuliza wewe, ni kama mzazi na no watoto ambao wanapaswa kwenda shuleni. Hii sasa ishakuwa ile wiki ya pili Eh, tangu serikali weze kutoa wito ya wazazi kuwatuma watoto mashuleni, lakini wazazi hawataki kupeleka watoto mashuleni. Wewe kwako, wewe kama mzazi, hii inaweza kuwa inatokana na nini hasa? Natokana kukosa amani juu, hatuna amani ndani ya nchi, ndio maana tusukumbie watoto kwa masomo, tunataka amani. Na kitu gani ambacho unaweza kuambia labda serikali na wazazi wengine wenye kutufuata sasa hivi, napashwa ambia wazazi wenzako na serikali kama tushapata amani, tasukuma batoto kumasomo. Me tungali mawasiwasi juu ya nchi yetu, akuna amani njoba, na tusukuma batoto kumasomo. Naam, asante sana, tunashukuru mama. Ndiyo. Naam, asante sana ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, asante. Unatazama Uvira News TV, asante. Kama jinsi tulivyokuwa tunakwambia kwamba tunakuja kutembelea wazazi katika hali ya kuweza kukujuza na hapa tuko na mzee wetu mfanyabiashara, ambaye ambayo tumekuja kumpitia naye, pia ni mzazi ambaye ana watoto anawatuma mashuleni. Jambo mzee. Jambo sana. Naam, kwa majina unafahamika kama nani? Kwa majina nafahamika kwa jina la Kitoi Makala na hivi ninakaa pa barabara kwa kufanya biashara bidogo bidogo. Mimi nina, niko baba wa watoto mnane. Na uh, inakuwa kama wiki mbili inakuwa sp ministeri ya enseignement iliweza kuitisha wazazi watoto waweze kurudi mashuleni. Wazazi wengi wanakataa, ni sababu zipi labda unaweza jua wazazi wanatuma watoto wasiwezi kuenda mashuleni? Tatizo yenye wazazi wanaona kusudi watoto wasiende kwa shule kufatana na hali ya inchi nchi ina matatizo na adui ana eko karibu yetu, njo oga sisi wazazi tumekuwa nayo wa kutuma wale watoto wadogo wadogo kwa masomo yo, kwa maana atutume watoto juu adui iko karibu. Na ni wito gani aidha ushauri gani kwa governema, na ushauri ambao unaweza katolea wazazi eh, ambao wanatufuata mida kama na Uvira News TV? Mbo shauri naweza toa kwa governema Ingekuwa heri kwanza amani ionekane. Amani kisha onekana, sisi wazazi tutatuma watoto kwa kushule. Na wazazi nao, ingekuwa vizuri watume wale watoto wenye waisha kwa msegonderi waende kumasomo, waache watoto wadogo kidogo kwanza, tusubiri tuangalie. Hivyo ndio nimeona mimi kwa ngambo yangu. Na ni hapa ndipo ambapo tumefika mwisho wa kipindi chenu cha Tujuze, kipindi ambacho kinapeperusha nami Abu Bakari Kashindi Kamwanya macho paka Zeki muhuni nilezaliwa jingo tano jipange komendo mbino hili kuweza kunidhibiti nikizani, nimepata kusikia na kufaidika yale ambayo wazazi wamepasha, wamezungumza kutoka kwa midomo yao wenyewe na kutokana na yale ambayo mlikuwa mkiwazia hivi na vile vile, na vile nikizani, tumepata kukujuza na tumejua vya kutosha. Mimi na wewe nyuma ya kamera ni Moses Majaga Yope, na usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV kwenye social media: Facebook Uvira News TV, Instagram Uvira News TV, pia X either Twitter Uvira News TV, pia TikTok Uvira News TV na YouTube Uvira News TV. Asante sana, support yako ni muhimu sana popote pale unapopatikana ulimwenguni kote. unatazama Uvira News TV Asante.